Wawa, Mawa, oga oga mbele ya kusali, mpe maiki. Anayo Biblia inasema tawadha ni kunawa mbele ya kufanyaje? Mbele ya kusua, kusali. Ko, ko Yesu alipofundisha wanafunzi wake kutawadha, wanatawadha ili wakafanyaje? Wanautawadha kabla ya kusali ndini gani? <laughs> wewe, wewe unavyojua wanautawadha ili waende kusali ndini gani? A, mimi kama mimi naona hata mimi kama ni Mkristo ninaweza nikatawaza ninakaenda kanisani sawa. Kano, kani, nika... a, kanisani e, una mabakuli ya kutawadhia amna? ila... Msi, a, msikitini yapo maeneo ya kutawadhia? Hakuna? Yapo. Wanaotawadha wakitoka kutawadha wanaenda kusali dini gani? <laughs> <laughs> kwa imani yenu ndo hivyo mnavyodai, sio kwa imani ilivyo. Ukiingia hapa msikitini, unaona ule mlango ule kuna eh, sehemu ya kutawadhia <laughs> watu wanaenda wanatawadha hapo, wanaenda kusali kanisani, sehemu ya maji ya kutawadha kabla ya kuingia kusali umesema hakuna. Kwa hivyo ilivyo, wanaotawadha ili wakasali ni kina nani? Waislamu, lakini ushajibu tayari, anasema ni Waislamu. Sawa na Yesu anawafundisha wanafunzi wake kufanyeje? Kutawadha, kunawa, kuoga mbele ya kufanyaje? mbele ya kufanyaje? na wanaofanya hivyo ni dini gani? ndo nyinyi mnavyosema? Dini gani? Dini gani? <laughs> <laughs> oh, Yesu na wanafunzi wake walikuwa dini gani? Wewe hiyo nyepesi hiyo, unachomoa hivyo sasa. Njoo kesho na barua yako hiyo vizuri, mapema. Nisikilizeni Waislamu, natangazwa hapa wale ambao labda, natangazwa hapa ndugu zangu katika imani ya Kiislamu Leo kuna zawadi Sheikh swahaba ametuletea kutoka Dar es Salaam. Ni kitabu hiki kitabu hichi kinauzwa pesa chache sana, lakini sikiliza maelezo mafupi ujue thamani ya hichi kitabu. Kinauzwa shilingi elfu moja na mia tano, lakini kitabu kinaitwa Silaha Kali ya Muislam katika Dunia. Sikiliza jina tena, Silaha Kali ya Muislam katika Dunia. Hichi kitabu kwa wale watu ambao wanataka kuishi kwa maelewano na Mwenyezi Mungu na taratibu zao zote ziende katika taratibu za dua, basi hapa kuna maelekezo ya namna takriban kumi na nane yanayoelekeza kwanza, wakati mzuri wa kuomba dua. Kuna baadhi ya watu wanalalama dua zao hazitikiwi, hazisikiwi, hawajui muda mzuri wa kuomba dua. Mtume amefundisha nyakati kadha wa kadha za kuomba